onesha uwezo wa kiongozi wetu wa kuona mbali kwa sababu hili lilianza kabla ya tatizo kujitokeza, lakini hivyo hivyo uwezo wa serikali wa kuchukua hatua katika kutekeleza masuala yanayohusu kuwapatia ufumbuzi wananchi wetu. Hili ni jambo la msingi sana ambalo limefanyika na litatusaidia. Jambo la pili, mtakapokaribia kukamilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa waambie Mamlaka ya Mapato Tanzania waje waweke bango kubwa hapa kwamba mradi huu umejengwa kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania. Kitu kikiwa cha kigeni, kwamba kuna maeneo tukijengewa choo tu tunakuta bango kubwa kwamba choo hivi vimejengwa kwa hisani ya sisi tumejenga mradi wa trilioni sita nukuta tano mjerele, wa bwawa la mwalimu Nyerere kwa fedha za Watanzania, tena tukikejeliwa kwamba ngoja tuone hawataweza kutekeleza, tukatekeleza ukakamilika. Na huu hapa na wenyewe ni mradi mwingine wa fedha za Watanzania, na nitumie fursa hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania. Juzi mmeona, jana mmeona, wameweka rekodi, mheshimiwa waziri, rekodi ambayo haijawahi kutokea tena wakikusanya kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kukusanya kwa kufuata sheria, taratibu na weledi, wamevunja rekodi zaidi ya trilioni nne. Na mimi niwaambie wale wanaosubiri tukwame, watasubiri sana na watakwama wenyewe. Hii ni nchi kubwa na ni nchi tajiri, na mfano mmoja ndio huo ambao umeona trilioni nne na nukta 8 kwa mwezi, na tumeenda tisa pointi ngapi hiyo, pointi 1. Na tumeshatekeleza miradi iliyotumia fedha za Watanzania kama ule wa bwawa la Mwalimu Nyerere kama ule wa daraja la Kigongo Busisi pamoja na miradi mingine ambayo imekwisha kutekelezwa. Waweke bango hili na niwaombe Watanzania. Kwa kutumia mifano ya miradi hii waone kwamba kodi ni kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. TRA ni wakusanyaji tu, wanaenda ofisini kama tunavyowatuma mainjinia wanaenda, wanaenda ofisini wanaenda kujenga